Hujambo mtazamaji wa Makutifi, na karibu leo hii. Tunaenda kuangazia namna sahihi ya utumiaji wa mabomba wakati wa upuliziaji wa dawa ama kuweka mbolea za maji folio fertilizer. Leo hii kama wewe ni mkulima aidha wa nyanya au wa zao lolote, huenda ushawahi kukutana na kampu za aina hii, inaitwa Sole Pump. Mkulima wengi wanaitwa bomba lakini pampu hizi hapa unaweza ukazitumia zikakupa matokeo sahihi ama zikakupa matokeo mabaya. Zipo za aina tofauti kweti, tofauti kama unavyoona hapa dukani kwetu nazo pampu na lita tofauti tofauti. Kuna hizi hapa kama unavyoona na rangi za aina tofauti tofauti. So mtazamaji, namna ya utumiaji wa bomba hizi hapo wakati unapo spray aidha kwa kuua magugu shambani kwako ama kuwa wadudu na visumbufu vingine ambavyo vipo shambani, ndio vinaweza vikakupa matokeo sahihi. Na leo na leo hii tunaenda kujifunza kutoka kwa mtaalamu wa mambo ya unyunyiziaji kutoka kwenye taasisi ya afya ya mimea na visumbufu hapa Tanzania ama TPHPA. Mimi naitwa Edimudilwena, ni mtumishi wa TPHPA, niko kitengo cha pati ambacho kinasimamia teknolojia za unyunyiziaji wa viuatilifu. Kazi ambazo tunazozifanya kwenye kitengo ni mojawapo, ni kufanya usajili wa mabomba, kwamba mteja anapohitaji kuingiza bomba, bomba lake sokoni lazima lije lisajiliwe, lisajiliwe. Sasa kabla hajasajiliwa linakuja kwenye kitengo chetu tunalihakiki kuangalia kama limekizi viwango. Lingine ambayo tunaifanya ni kufundisha wakulima na wadau mbalimbali ambao wanaotumia viwatilifu tunafundisha namna sahihi ya kutumia viwatilifu kwa kutumia haya mabomba ambayo tunayoyasajili. Kwa tunazunguka sehemu mbalimbali Tanzania kufanya ufundishaji kwa wakulima na wadau wote ambao wanaotumia viwatilifu eh, niko hapa leo kuelezea namna ambavyo tunafanya kazi kama nilivyosema awali kwamba tunafanya ufundishaji kwa wakulima na dawa mbalimbali ambao wanaotumia viwatilifu, tunafundisha namna sahihi ya kutumia viwatilifu. Sasa tunaposema matumizi sahihi ya viwatilifu tuna maana gani? Tuna maana kwamba ni ule upelekaji sahihi wa kiwatilifu kwenye sehemu lengwa au kwenye shabaha lengwa. Shabaha lengwa ni kisumbufu, yaani ni yule kiumbe ambaye tunayetaka tumondoe ambaye na athiri mazao yetu, kwa mfano wadudu. Kuna vimelea vya magonjwa ambayo nasababisha magonjwa ya fungus na mengineyo. Kuna minyoo fundo, eh? kuna ndege kama kwelea kwelea, kuna nzige, kuna visumbufu vingi, kuna magugu. Kwa hiyo sasa, namna sahihi ya kuondoa hiyo visumbufu maana yake ni sisi ndio tunafundisha sasa kwamba namna gani tutumie hivi vifaa vyetu, haya mabomba yetu kwa usahihi ili yaweze kuondoa vile visumbufu ambavyo vinaathiri mazao yetu. Sasa kuna makosa mengi ambayo wakulima au watumiaji wa viwatilifu wanayafanya. Sasa haya makosa wakiyafanya, wanapelekea kutoa malalamiko kwa mamlaka na kwa serikali kwa ujumla. Baadhi ya malalamiko ambayo tunayapata ni kwamba viwatilifu siku hizi vifanye kazi, mara utakuta huu, sijui wadudu hawafi magugu tunapiga sumu za kuua magugu t kuua magugu, magugu hayafi. Kumbe tatizo kuta sio viuatilifu havifanyi kazi, isipokuwa matumizi sio sahihi, hawatumii hivi vifaa inavyotakiwa. Kwa mfano hapa na nozo nozo, kama hii hapa, hii nozo ndio inayotoa kiuatilifu hiyo ndio inayotoa mnyunyizo sasa hii nozo ina kazi yake. Ziko nozo zaine tofauti tofauti. Kwa mfano hii niliyoishika inaitwa pia nozo. Sasa pia nozo hii imetengenezwa maalumu kwa ajili ya kutumia viwatilifu vya kuua wadudu ama vidhibiti kuvu au yale magonjwa ya fungus. Kwa nini? Kwa sababu hii inatoa matone madogo, ili tundu inatoa matone madogo, matone ambayo ndiyo hiyo saizi imepimwa maabara, ikaonekana kwamba inafaa kwa kuangamiza wadudu au kudhibiti fungus au wengine wanaita kuvu. Sasa tukuta mkulima au mtumiaji wa kiuatilifu hii anaitumia kuulia magugu, kitu ambacho sio sahihi. Hii sio ya magugu. Magugu kuna nozo zake magugu tunazo hizi mbili. Kuna hii ya kwanza, tunasema hii inaitwa nozo bapa au flat feni nozo. Sasa nozeli hii inatumia tunatumia kuua magugu ya aina yote, yawe mikomaa au yawe machanga, kwa sababu hii pressure yake ni kubwa. Wakati hii nayo pia ni magugu, hii inaitwa nozo mkato hii hapa nayo, na inaua magugu ya tofauti, na hii, hii pressure yake kidogo ni ndogo. Kwa hiyo kiangalia hii na hii, hii iko chini. Sasa hii mkulima kiitumia kuulia magugu ambayo yamekomaa, haitafanya vizuri kama ambavyo hii bapa imefanya, hii mkato, kwa sababu pressure yake ni ndogo. Hii inafaa kwa ajili ya kuua ku, magugu ambayo bado machanga, na tunawashauri wakulima kwa ujumla wajitahidi sana kufanya palizi kwenye magugu ambayo bado hayajakomaa, ili basi kusiwe na na shida kwamba mengine yasife ya kiasi ya yes, kwamba akitumia nozo yote ili iwe inaweza kuua iwe hii bapa au hii iweze kuua. Kosa lingine ambalo wakulima wanalifanya kuna hii nozo hii hapa, hii nozo inaitwa nozo inabadilisha mnyunyizo, au kwa kizungu tunasema ni variable nozo. Hii ni nozo ambayo unaweza kaitumia unapotaka kudhibiti magonjwa ya fungus kwa maana sumukuvu au unataka kuua wadudu, lakini ukiangalia kazi yake inafanana na nozo pia pia. Awali nilisema na yenyewe kwa ajili ya wadudu, kwa ajili ya wadudu na ile zile sumu za kuangamiza au za kutokomeza magonjwa ya fungus. Sasa na hii nimesema na yenyewe pia hii inabadilisha mnyunyizo, nayo inafanya kazi kama pia isipokuwa. Sasa tofauti ya hii na hii ni kwamba hii utaitumia kama mazao yako ni marefu, hasa yale hasa miti ya matunda, una mipapai, una machungwa, una parachichi na kadhalika, miti ambayo ni mirefu, kwa sababu hii inaweza kwenda mbali hata mita tatu inafika, lakini ukisema utumie hii hii haiwezi kufika mbali kwa sababu matone yake ni madogo madogo sana. Matone akiwa madogo, yanakuwa mepesi, haiwezi kwenda mbali. Hii matone yake ni makubwa, ndio maana yana uzito, yana uwezo kufika mbali, ndio maana tunaitumia kwenye miti ya matunda. Sasa mkulima asipozingatia hayo, atakuwa amefanya makosa makubwa sana. Wao wanafikiri kwamba anaponunua bomba, kwa sababu hizi zote zinakwepo, na huwa kuna sheria na wabana hawa wasambazaji kwamba anapo anaposambaza bomba lake, basi hakikishe bomba liwe na nozo zisizopungua nne mpaka sita. Sasa mkulima akienda kununua akakuta ziko nne, basi anachukua imoja anafunga. Akishafunga nozo moja hii, pia basi hizi zinazobaki anasema ni spare, kwamba ni za akiba, kwamba atatumia mpaka atakapoona ile aliyoifunga ime aidha imeharibika, au kwa namna yote ile, basi anabadilisha, ndio anaweza kuja kufunga nyingine. Kumbe sivyo, funga nozo kulingana na matumizi. Ukitaka kuwa magugu, nenda fungua nozo, kama ilikuwa ni apia, toa pia, funga ya magugu, ambayo tusema ni mkato au bapa. Ukitaka wadudu, toa hizo za magugu, funga ya wadudu ya, ya, ya pia ama kama ni miti ya matunda funga, ndio zinabadilisha mnyunyizo vilevile. Nashauri wakulima na watumiaji wengine wa viatilifu kwamba kabla hajaanza kutumia kiwatilifu chake, kabla hajaanza kunyunyiza, basi ahakikishe yeye mwenyewe kwanza amejikinga, avae mavazi kinga. Hayo mavazi kinga ni yale ambayo yanafunika mwili mzima, yani aanzie kichwa, afunike kichwa, macho, sehemu zote za mwili mpaka miguuni, awe amejikinga kama ni makoti kwa maana overall basi ziwe zile za plastiki. Wakulima wengine wana tabia ya kuvaa mavazi ya, ya nguo yaani, ni nguo hizi ambazo ni za pamba au matilio ambayo yanaloana ya naru, ya. Sasa ile ni kosa. Kama unatumia kiwatilifu cha maji na kavaa mavazi kinga ambayo yanapitisha maji, ni maana wewe una uwezekano mkubwa sana ikikumwagikia tayari uta, utapata sumu. Kwa hiyo tunashauri wavae mavazi ambayo ni ya plastiki au hayapitishi kiwatilifu. Kama ni buti pia buti za plastiki na sio buti zile za wanazovaa viwandani, hapana, ni plastiki. Kwa hiyo kifanya hivyo basi atakuwa amegi, amelinda afya yake yeye mwenyewe. So, mtazamaji ni matumaini yangu kwamba umejifunza vya kutosha. Na hapa dukani kwetu, kama ulivyoona, tuna mabomba ya aina tofauti tofauti tofautitofauti sole pump za aina tofauti tofauti, na mipira ambao unaweza ukahitaji wakati wa matumizi yako, na kama ungehitaji kupata huduma hii kutoka dukani kwetu, unaweza ukatuandikia hapa kwenye post, ama tupigie kwenye simu ambayo ipo hapo chini. Naitwa Stefano Mashauri, karibu sana.